Kwenye changamoto kwa wachezaji wetu hasa ukizingatia kwamba ligi ilisimama kwa muda. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni mchezo mzuri na tumefurahia matokeo. Ilikuwa ni muhimu kiasi gani kupata ushindi kwenye mchezo wa leo? Ah, timu yoyote ya mpira inategemea matokeo mazuri ya sasa, pointi tatu, na bahati nzuri sisi huu ni uwanja wetu pia wa nyumbani. Kwa hiyo ni kama wenyeji, tulikuwa tumekutana tuna dabi yetu wenyewe. Uh, kwangu mimi kupata matokeo katika uwanja huu, uh, lakini ikiwa ni mechi ya away ilikuwa ni muhimu zaidi. Na umeonaje ushindani wa Jageti Tanzania? Of course it was a tough game na kwangu mimi naamini ilikuwa ni sehemu nzuri sana kuelekea katika mechi zetu zinazofuata hasa katika kujipima kuelekea mechi za kimataifa. Simba hii ambayo Simba ambayo ilianza ligi na hii hapa ni tofauti kabisa, ni kitu gani ambacho ukonu kama uongozi mmekibadilisha kwa sababu tunaona utofauti mkubwa zaidi? Nafikiri wote tunafahamu uh, mabadiliko yalitokea katika benchi la ufundi na ni hatua ambazo zitapigwa. Hao ni mambo ya kiufundi lakini, mimi kwangu naamini uh, sisi spirit yetu siku zote ni nguvu moja na matokeo ndiyo eh, chachu yetu sisi na chachu ya mashabiki wetu. Kwa hiyo na vile vile, niwashukuru mashabiki wetu kwa kujitokeza kwa wingi. Wote mmeona tumecheza wee, lakini wanasimba walikuwa wengi sana. Asanteni sana Bye.